Basi mkutano wetu huu, ndugu mgeni rasmi, mnalenga kutujengea mahusiano sisi wachimbaji wadogo, makampuni yetu, taasisi muhimu zinazotoa huduma muhimu za kuendeleza wachimbaji wadogo kwenye maeneo ya utafiti kwenye maeneo ya msaada wa kiufundi, ili tufike mahala leseni zetu hizi tulizo nazo tuweze kufanya utafiti tujue hazina iliyoko katika leseni zetu. Tukishaijua ile hazina, basi wenzetu wa benki nao watuwezeshe kwa rasilimali fedha, na baadaye tuweze kutengeneza ajira za kutosha tuwe wawekezaji wakubwa wa ndani wa wa tuweze kushiriki kikamilifu kuwa wabia wa serikali katika kujenga na kumiliki uchumi wa nchi yetu. Wachimbaji wadogo hapa nchini wako zaidi ya milioni sita, na tunashukuru Mungu kwamba mnafanya kazi nzuri inaonekana hata bila nguvu sana ya Stamico, nyinyi mmeweza kupambana mkachangia katika madini yote yanayosafirisha nje ya nchi wachimbaji wadogo wanachangia asilimia arobaini. Kwa hiyo tutipongeze sana, tunajua tunazo changamoto nyingi sana za wachimbaji wadogo na pengine haziwezi kuisha kwa siku moja, lakini la kwanza ni ile uchimbaji holela. Eh, umepewa leseni, haujui kuna nini, unaanza kuchimba, unakuta ulikuwa na fedha zako huko, unauza na ng'ombe wako, unaenda kuingiza kule lakini sisi kama shirika tukaona hapana, haiwezekani. Wachimbaji wadogo wao wanabahatisha bahatisha, basi kwa kushirikiana na serikali zikanunuliwa ligi za wachimbaji wadogo kumi na tano, tano tayari zilishasambazwa, kumi ziko pale Dodoma zinasubiri vifaa. Swala la pili <coughs> shirika baada ya kuona kwamba sasa hao wachimbaji wadogo hawakopesheki na mpaka tukawa tunajiuliza unajua, mtu unakuta pale kali yako ana duka eh, la milioni 20 lakini benki wanampa fedha. Mtu anachimba anauza, hata kama anauza gramu 500 kwa mwezi, si ndiyo? Si ni hela nyingi zaidi ya milioni 100 huko, lakini hawakubali kumpa mikopo. Tukakaa nao, tukakaa na CRDB, tukakaa na NMB, tukakaa na KCB, tukakaa na Azania, tukasaini nao mikataba, tukasema sisi tutawasimamia hawa wachimbaji wadogo wakope, uwezo wa kurejesha wanao. Lakini swala lingine pia tulifikiria, unajua eh, wakati mwingine uchimbaji eh, Waingereza wanasema mining is capital intensive. Uchimbaji unahitaji mtaji mkubwa. Tukakaa na JF Trucks, sijui nadhani siku nyingine mwenye kipia ingekuwa nao vizuri kuhalika tukakaa na wengine, makampuni mengine mawili tukasaini nao mkataba pia, tukasema mbona mnawakopesha watu hata ambao hawana lolote? Hebu wakopesheni vifaa au wachimbaji wadogo, na bahati nzuri nyinyi mko kwenye vikundi na ambavyo vinaeleweka. Shirika lilianzisha vituo vya wachimbaji wadogo, na tunafurahi mkoa wa Geita kuna Rwamgasa pale kituo cha dhahabu eh, lakini hapa e, Katente tunacho kituo kimoja na kingine kiko e, Itumbi kule Mbeya. Lakini pia tunataka kujenga kimoja kule cha limestone kule Tanga. Lakini pia tunajenga vingine vya dhahabu viwili, kimoja Msoma na kingine kitajengwa Shinyanga kule Mwatitoli. Lakini ninachowaomba tu tufanye kazi kwa kufata taratibu na kanuni kama alivyoongea mhifadhi, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika pia kwa upande wa eneo la hifadhi, lakini pia hata sisi kwa tume ya madini kuna sheria na kanuni ambazo tunazifuata hasa hasa kwa, kwa mambo ya utoroshaji na usalama wa mazingira na afya zetu. Tumepata pia kuona mbele kwamba serikali inatambua na inaona kwamba wachimbaji wadogo tunaweza kuchangia mpaka asilimia arobaini. Hivyo basi tuendelee kuiomba STAMICO ambaye ni mzazi wa wachimbaji, wazidi kushusha zaidi urafiki na kuweza kuatamia watoto, hatimaye tuweze kukua. Maeneo ya wachimbaji yafanyiwe utafiti, na hata kama wanaipia leseni walipia, akiwa wamefanyiwa utafiti, italeta tija sana kwa taifa. Naamini hilo likifanyika, tutatoka kwenye asilimia arobaini na hata tisini, tunaamini hivyo. Kwangu binafsi ni mafanikio makubwa kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo, na hasa mjumuisho ambao tumeuona uliokuwepo hapa kuanzia taasisi za kifedha, lakini pamoja na wataalamu ambao sasa wanawafikia hawa wachimbaji wadogo ambao walikuwa sio rasmi, hawako kwenye mfumo rasmi, lakini sasa wanakwenda kwenye mfumo rasmi kutokana na hawa wataalamu ambao tumewaona.